Kwa hiyo damu ya Yesu, Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza, afe, au kwa yetu, sema, wa kwanza ilibidi afe ahukumiwe kwa ajili yetu. Biblia inasema ye asiyejua dhambi Mungu alimfanya kuwa mwenye dhambi ili sisi tuwe na haki katika yeye. Kwa hiyo sisi, dhambi zetu zote, Biblia inasema adhabu ya amani yetu ilikuwa wapi? Juu yake na kwa kupigo kwake sisi tuwe kwa nini? Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo ibidi ahukumiwe kwa mauti kama mzaliwa wa kwanza, ili sisi wazaliwa wa kwanza. Unasema, pastor, hiyo <laughs> ili ilibidi wazaliwa wa kwanza wa Misri li wape ili Farao awape wana Israeli ruhusa, na wazaliwa wao wa kwanza. Kwa hiyo inabidi Kristo Yesu mzaliwa wa kwanza ape, ili Mungu awapate wa wazaliwa wa kwanza, ambao ni kanisa, mimi na wewe <laughs> Mwambie jirani yako asiyekuja amepata hasara, sio hasara kabisa, amepata amepata hasara kubwa sana, kwa sababu haya mafundisho haya kama mwingine anatamani ayapate lakini hayapate. Umebarikiwa hadi hapo. Hadi hapo naweza nikaishia hapo na ukaondoka na jambo la kutosha maana nikiufundisha mambo mengi. <laughs> Kwa sababu hadi hapo kuna mambo mengi umeyapata, ulongo usi ukweli? Kwa hiyo pas, pasoba, au Pasaka ilikuwa pia inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha, kabla sijaenda hapo, nimesema kuwa wazaliwa wa kwanza ni ndo nini? Ndo sisi sasa, kanisa, kutokana na kifo cha mzaliwa wa kwanza nani? Kristo Yesu ilibidi ahukumiwe apate mauti ili sisi hapa tupate uzima, mimi sisi tutoke katika utumwa wa dhambi, utumwa wa Farao, utumwa wa, wa dhambi na tuingie katika haki yetu ambayo ni Kanani yetu. Na uzima sasa wanasema, Pasta, imeandikwa imeandikwa kwenye Bibilia yako wanaosoma siku zote, Waebrania 12:23 nisomee hapo sasa. Waebrania 12:23 tuone imeandikwa, eh tuangalie. Oh. Ebrania kumi na mbili ishirini na tatu. Ndiyo. na na kanisa la wazaliwa na na na wazaliwa wa kwanza walioalikwa mbinguni walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote, na, wa na roho za watu wenye haki, haki, waliokamilika walio na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile liamikishia hapo. Kwa hiyo kanisa linaitwa wazaliwa wa kwanza, linaitwa wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo huyo aliyokaa naye haijalishi ni mtoto wa sita. Katika ulimwengu wa roho ni festival, niambie festival hello. Wewe ni mzaliwa <laughs> wa kwanza. Hata kama sisi wengine sasa ni vitinda mimba huko mwisho ni mwisho. Lakini katika ulimwengu wa roho mimi ni mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kabisa. Nina haki zote za mzaliwa wa kwanza kwa sababu wazaliwa wa kwanza ndio walikuwa wanalipi? So, wazaliwa wa, wa kwanza ndio walikuwa wanapata wana, wanalipi? Wanatunza, wao ndio walipi. Na sisi ni walisi, kwa sababu sisi so, tumefanyika wazaliwa wa kwanza kupitia Yesu Kristo wa, so, Mungu. Umeelewa, mtu wa Mungu? wako mahali, tuko pamoja. So, Pasaka ina maana gani? Pasaka ilikuwa inamaanisha sherehe au tukio au mm, tuseme sherehe okay, ya kujiweka wafu na, kujidhamini na na kujitakasa. Ilikuwa sherehe ya kujiweka wafu na kujitakasa. A feast of dedication and sacrifice. And sanctification. The feast of dedication and sanctification. Kwa sababu Yesu Mungu alikuwa anawaambia wana Israeli ya kwamba mchinje mwanakondoo alafu mpake damu, maanake mjieke wafu, mjieke wafu kwa hiyo damu, maanake, mimi nikija na yule malaika anayekuja kuua nikiona hiyo damu sitaua, nitapita juu yake. Kwa hiyo damu ya Yesu kama Pasaka wetu inatuweka wafu na inatutakasa tuwe na uhalali wa kuishi. Maana kalama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Mshahara wa dhambi kumbuka, ni mauti, lakini kalama ya Mungu ni, ni uzima milele. Kwa hiyo uzima tunaupataje?